Uko soda huko raia, silaha yako iko wapi? Vena uko kabila gani? uko muutu uko, uko jeshi unatumika, na sasa jua nini mko Ok, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV ninakuambia ya kwamba ninatumaini wewe uko vema kabisa katika afya yako, katika majira haya ya asubuhi, nikiwambia kwamba ninakuletea habari, yaani mambo yaliyojiri, na kwa sasa ni kukutaarifu habari yako. Tunapatikana hivo katika mashariki mwa DRC huku Kivu ya Kusini, ndiko ambako tunapatikana na hivo, ninakuja kukuelezea hali ya Kilembwe huko, na hivyo ambako kulisikika na kuonekana waasi wa M23 katika maeneo huko, na kuangalia njia fulani jinsi wanaweza wakapitia na kufika maeneo ya Kilembwe ili wapate kuwasha moto mapema na kwa hiyo tutakwenda kuyasikia na kuona mengi hata ambayo yaliulizwa na kuzungumzwa na hao ambao walishikwa wawili huko maeneo ya Kilembwe upate kuwaona na kuwasikiliza vema, na hivyo tutakwenda kuyazungumzia mengi. Kaa chonjo. baada ya mtasari wa habari kukujuza yale ambayo yatakayo kwenda kuendelea huko mbele, sasa ni kujie na taarifa ya habari yenyewe kamili ya kukwambia ya kwamba ya huko Kilembwe sekta ya Lulenge katika Kivu ya kusini huku mashariki mwa DRC tarafani Fizi, nikikwambia ya kwamba kumesikika na kuonekana waasi wa M23 maeneo huko wakitaka kuingia mara moja Kilembwe ili kuwasha moto, lakini baadaye kukaja watu au kukasikika watu, sauti ya watu wengi wakisema na kuonyesha mara ngapi ule ulikuwa ni uongo. Hata video hapo unaweza ukaiona kidogo hapo pembeni ikukuonyesha mara ngapi watu walioshikwa huko wale wawili watakwenda kujijuza, lakini walionyesha na kusema ya kwamba, mmoja akizungumzia na kuonyesha ya kwamba walikuwa ni wahutu waliokuwa wanakaa katika pori huko juu. Sasa wakaja maharagwe alafu, walipokuja wakazalendo wakasikia na kuja kuwafuata mara moja na kuwaanza kabisa kuwavamia. Na mwingine naye akagusia kusema ya kwamba ni uongo kabisa, sio hata waasi wa M23 katika maeneo hayo, sio ukweli kabisa. Yaani ilitaka kuonyesha ya kwamba walikuwa wanakuja hao Wahutu, wakaja kupora watu. Sasa jinsi wazalendo walipofikia na kusikia hiyo habari, wakaenda kuwafata na kuanza kabisa kuwashika au Wahutu, na wale ambao walishikwa, unaweza ukawaona hapo. Hiyo ni sauti au hizo ni sauti za watu wengi wakizungumza na kuthibitisha mara ngapi ya kwamba sio kweli, lakini ni uongo mtupu ambao walikuwa wakizungumza watu na kutembeza katika mitandao ya kijamii na kutangaza kwamba ni kweli, hao waasi wa M23 wakipatikana huko, na japo sio kweli. Na hivyo tuwasikilize tu wakizungumza hapo upate kule juu za mengi uko kule, anasema se ilikuwa ni grupu ya wale ba balianza kutrakaserahiya jo bamaimai bakilembwe bakaenda kubaka tu bana chele panike ni bongo mutu mwenye ko wako njomwe, niko naongea nawe na niko naongea naye, anasema ni bongo, walikuwa tu ni bautu <coughs>

parti moja ya watusi Kenya, Somalia, Burundi, Rwanda, Uganda, Ethiopia au wapire hima ndio wanataka kufanya hivi kwa wakongomani kwa wakongo la Mali. Akili hatuna kuchipamba pamba, ukiona watu wazima wako nanawia masabuni kumacho machoko, wajinga tu.

basi na nisichukue muda wako kabisa, lakini nitakwenda kukuachia sasa, upate kuyaona hizo video hapo, ambazo utakwenda kusikia mengi ambayo yanayozungumzwa kwa wale ambao walishakiwa kuwa ni waasi wa M23 na tena pia kuwaona kama vile ni wahutu ambao walikuwa wanakaa katika pori huko kuja kuzisha maharagwe. Wewe, jina lako nani? Edgar. Uh, uko jeshi uko raia jesh? Uko jeshi uh, nini ilikutuma ukiwa na arme kutoka kwa kumabondo mpaka huko ni nchi yenu? Kwa nini sasa ulikia na arme na uko akiwa kuzisha maragi? <coughs> Sasa juu ya nini mko watatiza population ya katupu nani gide wenyiko na mile taka Edouard huyo hapa Edouard wa kule kwenu hey? Sasa mi niko naku... mi nakuuliza na, na wewe pumba fanye mwache fu eh, kwa hivi sasa muko na batu ngapi pale kumabondo kwenye mu makumi munane? Siraha ngapi za musaada muko nazo? Ukitania ntasema wakupige masasi. Muko a siraa ngapi za musaada? Musaada silaha bunduki ya musaada ya kabambi, silaha gani na silaha gani. Pika M. Na ingine nini ni moya ngapi bale ine? Bafie bale bebanakwaka nabo na mabunduki pale kumabondo banatokaka wapi? Hmm. Muli bafundisha kijeshi alifundishiwa nani? Iko nawafundisha kijeshi, kijeshi. kijeshi. kijeshi. kijeshi. kijeshi. kijeshi. kijeshi. Amada iko na basuzu ofisie bangapi? iko kumabondo kunyumba angapi? wala fasi gani? kumabondo anaishi fasi gani? kueta major kule kwa nzara. Aha, sawa hivi, au yasema mzuri, sababu au yanyambia efektife enye ilitoka jana tabo nde kulipita, batu balifika pale kumabondo balikuwa ngapi? Ulikuwa ulishafika katupu, lakini kulikuwa mpango ya abo kufika, sema kweli we e, kulikuwa e, kulu, mpango yabo kufika zambamema zamba mbeba njo wa wapi? aabebam zamba beba zamba nini? zamba uh, ni mutu naye uaa iko na effective ya ngapi? ya basoda ngapi? miamoya njo baki iko na silaha ngapi ya musaada ile ya kabambi iko na silaha ngapi? na silaha sita za kabambi pika m ngapi? na lance rokete ngapi? nani ravitaema masase bunduki muko naipata munjia gani? ile yenyewe balimiachaka nayo tu. Sasa kule vile muko nawasiliana na bengine banani Eh, twiranero banani? Njoo mko wasiliana naoa, biko kunzara. Maana yake twiranero iko kunzara, Zabambeba iko kunzara na mwemu Kongo, wapi kumabondo? Eh, hey, sawa vingine tutakia kujulisha. Saa jambo, habari yako, jina yako nani? Pandisha sauti. boringo nani ha vena uko kabila gani? uko muutu uko, uko jeshi Unatumika na kamanda nani? pandisha sauti. Mmoja kamanda mwenyewe anakuongoza we mule mufori, jina yake nani? Ni generale nani? Uliza kati ya Teofile na Amada huko jeshi wa nani? Wa Amada. Anapatikana Amada fasi gani, pale kwenye mnatia kampi yenu, mnaita fasi gani, ni Mabondo aungwe ama wapi? Mabondo. Sasa unapatikana hapa je? Angalia huko unapatikana hapa je? Maisha, silaha yako iko wapi? Silaha yako iko wapi? Unasema uko jeshi, silaha iko wapi? Wewe ni kabila gani, uko soda, uko raia? yako iko wapi? Banani balikamata ansha sauti pa banani, basoda bali gani, FRDC bazalendo hama... ha? Ilikuwa kalite gani ya silaha walivevakaaha, aika juu ya nini balikamata anawalinyanganya hayo unatumika hini, na kamanda gani kanisa sauti nani ule Amad anatumika na guvernema gani? Bapana, tumika na ule, nani? anatumika nao ni ya Kongo ya Rwanda ya M23, anasemaka ni Kongo. Anasemaka wewe sodao uamini kama na, ni kweli si, ndio vile. Na munaishi fasi gani humo msekteri ya Rulenge, Bitongo? Bitongo Mabondo iko mzuri, wewe kutembea na sira ya bila kuambia, bali tukwenda tembea nayo. Sisi ni komande, maji katupashaka Naam, hayo tu ni yale ambayo yamepita na umeyasikia vema kabisa naivo, na hivyo kutokana na hao watu wawili ambao wameshikwa Raia wanazidi kuzungumza hapo, yaani maneno au sauti za watu walio wengi wakizungumza na kutosha maamuzi jinsi wanaweza wakafanywa, ni nini haswa. Tumewaona hmm, wameingia kwenye mdomo wa mamba hivi. Inabidi sasa wawashughulikie tu, wakishamaliza siri zao zote kuziongea, wanakwenda na maji

aske realema bale batu banaweza bakakubali sasa ju bale ni bavua yu sana ni bateti kabisa wanapiga shoti kule e walishatusumbua sana. Basi huo ni mwisho wa taarifa ya habari ambayo nimekuletea asubuhi ya leo tariki saba mwezi wa Oktoba mwaka wa elfu mbili ishirini na tano, kwa yale ambayo yaliyopita kwa sasa. Ulikuwa ni taarifa ya habari ambayo nilikuletea na hivyo, kama tu aujajiunga na channel yetu, unaweza tu ukabonyeza hapo chini wanaandika subscribe, unaweza tu ukabonyeza pia na alama ya kengele, ili hukonapata habari zetu zote na kuwatumia wengine, ili wapate habari zetu kwa haraka kabisa na mapema, ikiwa tu naye amejiunga kwenye kituo cha habari Reality Mambo TV. Basi natutakutana tena, kaa chonjo.